Tunafanya siasa yenye haina faida kwetu, na hizi ndio kitu ambayo inatuumiza kama wananchi. Kwa sababu gani? unapata huyu jamaa amejifungua roho akisema y kwamba ID ile ambayo tunatangazwa na William Ruto kuna njama fiche, njama fiche kwamba wale wakimbizi wapewe ID na wakikataa kupigia serikali waamisha peleke Somalia. Hao. So ambao kama huyu jamaa ambaye ni msalama angejifungua roho hiki kitu ingejulikana. Ni kweli. Mm. So sometimes lazima tu, tupe pia vijana ambao wanakuja wako na idea tofauti wako na kitu ambao wamejua ambao sisi juu, so Mkenya narudia, your life in danger. Wewe kama mwananchi taifa letu ya taifa la Kenya, ya kwamba angalia mheshimiwa Aden Duale Angalia education background. Then uangalie Aden Duale ni nani, kisha utajua kwamba mambo ya elimu ya Aden Duale. My friend, ule bwana amesomia masuala ya kibiashara, taaluma yake Certificate. Jamaa huyu hajasomea masuala ya mambo ya uh, nini mambo ya afya. So itakuwaje mtu ambaye amesomia masuala ya taaluma ya kibiashara anataka kuletwa kama mtu ambaye anasimamia mambo ya afya wa Kenya? My friend, then unakuja hapa unasimama unashindwa kuzungumuza. Hatunataka kusema, mko kwa serikali mumepewa mawaziri. Wewe na mama yako na ndugu yako na baba yako mko kwa serikali ya nani? Ndio, ndio nauliza wewe na mama yako na baba yako mko kwa serikali ya nani, wakati serikali iliyoko mamlaka haiwezi zungumuza na hawezi fanya yale ambayo yanafaa kufanyika ndani yako, kama mwananchi, kisha wewe pia unakubali Kutumika kama chombo ya wanasiasa wa taifa la Kenya. Ndugu zangu angalia education. Machogu aliletwa kwa sababu alikuwa candidate wa UDA 2022 kule Kisii Kaunti. Nilitafuta background ya education ya Machogu. Machogu alisomea maswala ya kisiasa, Political science. Sasa akaperekwa akuwa minister wa nini? Wa elimu atafanya Unaona CBC inatamba, inaanguka kwa sababu wanarudisha wana mkono kwa wanasiasa waliokataliwa na wananchi. Hiyo ndio kazi mashamaatuta anafanya, then unatarajia una, una matokeo mwanao apite kwenye, kwenye shule huyu waziri ambayo saa hii ya elimu pia alikuwa dibuti ya Machogo. Hizo ndio vitu ukizungumuza mtu anakuambia, tukitokea mguu. Oh, hii imefanya oh, hii imetendeka Lazima tuzungumuze tatizo la mwananchi Kenya na sisi kama wananchi, ndio tutakapotoka katika kwenye minyororo ya wao wanasema. Wanasunguka, mashamba zimeibiwa, si hakuna mtu anazungumuza. Hospitali ukienda kuna dawa, but kama na kigonjeka anaenda wapi? India kama na kigonjeka unasikia Australia kama na kigonjeka Atlanta, Atlanta ndio unasikia kula Itali. Nataka kuambia Mkenya Jambo la ufidea na jambo la ufitina na jambo ya kurumbafu ni jambo kiritima sana hali ya juu. Hey. <laughs> Enda Homa Bay saa hii. Makongini level 4 hakuna maji. Hey. Hospitali, hey, ya ma level 4 Makongini wanategemea mvua. Hey. Maji ya mvua. But governor ni PR. Governor ni mwanadansi. Governor flower girl wa ODM. Governor anaruka na mwenye kim mwenyekiti wa ODM. Raila sio governor. So tukisutumu tunasutumu governor wa Homa Bay. Sio Raila Odinga. Hey. Lazima hawa viongozi ambao wamechaguliwa na wananchi wafanye kazi yao, waweze kuharibu jina ya mheshimiwa prime minister. Mimi nataka kuambia Gladys Wanga, usiporekebisha matendo yako, usikorekebisha tabia yako, my friend, lazima tutakataa jambo lako ambao unafanya. Nakongeni kule, abei awezi tegemea maji ya mvua. Kuna la Victoria, maji iko kuunganisha tu